Gane unaweza ukacreate object kwa, nitadelete kila siku ki, kila kitu hapa sasa. Object ni kitu gani? Object okay, ni namna ambayo unaweza ukawa unatengeneza vitu kupitia object, na kwamba kila kitu duniani wanakikategorize kama object na object kinaweza kaka kitu ki chochote chochote kabisa. Kwa hivyo leo nitaenda kuangalia object, kwa hiyo nitaenda kufanya the basic syntax of object kwa lugha ya Kiswahili, ambayo italuhusu mtu aingize jina lake okay, na kudisplay hicho kitu naweza kufanya kwa njia ya kawaida kama hivi ifuatavyo. Nitasema hivi, tuliona katika ile programu yetu ya kwanza, tunaanza leli include, unaandika hii library io stream, i for input or for output, using name sstd nakakaatramttancuded tuta include tena include. Hizi ni library ambazo zipo naona tkatu takaokande takuona zifahamu. Sasa tunaanza na declare class yetu. Sasa namna ya kuandika class, unaanza na neno class ili ni neno la keyword, na unaona imebarika imekuwa bold. Alafu lenda jina la class ambapo nitaandika mm, class yangu itaitwa name. Unaweza ukaandika jina lolote, hata labibi yako anaweka la, baba, la babu. Hatujali ile tunajali ni kwamba, je, umeweka class name na ume open na closing umeope na kuposing hiyo brackets na utaona hapa, ina inaisha na semicolon. Ukidelete ni makosa kwa, na kama kompela yangu naweka hiyo automatic, kwa hiyo sina hofu. Kwa nita declare value hapa, tuna private, kwa una private alafu una end with colon tuna value private, tuna protected. Hizo zote ni zimetengenezwa tayari kwenye programu yetu, na utaona nikiandika, nikipatia zinakuwa bolded kwa hii ya kompala yangu. Kuna kitu kinaita public. Sasa protected na public ni nini? ni kona kitu amebadilisha katika op, ambacho tunasema kwamba kitu kikiwa private, maana kitaweza kutumika katika klasi peke yake, lakini kitaweza kutumika nje. Protected ni hivyo kama private, lakini ni a secured way, uh, ambayo wao wanazitunza hizi variable ili zisitumike nje. Kwa nitaenda ku delete i protected, tutaitumia sana tutatumia private and public. Kwa hiyo member akiwa private, na maana hataruhusiwa kutoka nje ichi, ichi kwa mfano ichi hapa kitu anachoenda kusema kwamba labda tuseme ok, string name mm -hmm. Au tuseme name is equal to david, mpaka tuone ndo tutajua vizuri hapa, nikisema david alafu nikaja kwenye int main kuita hiyo david, labda tuseme string x hapa hapa, tunadeklea class tu naita name, alafu tunasema name hapo jina class yetu na object yetu, alafu na sema hapa name, uone itakavyotoletea ya yeah. Itasema name does not name a type. Kwa hiyo hiyo ni era, ama labda tubarishie, tuseme hivi control x control v like this compare again <laughs> kwa hivyo ona, kuna matatizi kwa hivyo, tukitumia hii hapa itaturetea matatizi. Twende kama ifuatavyo, private string name like this okay. Katika public sasa tunakuja kuona functions. Functions yetu ya kwanza nitasema void set name, na name ita trusu na naita void, kwa maana haita return kitu chochote, haitarudishe kitu chochote kwa user. Wanmasema void, ingekuwa na return, ingeandika data type hapa wako hakuna. Hii ita pass value one value ambayo nasema ni string x. String ndio muhimu, kwa maana inaonyesha data type, lakini x unaweza kuipa jina lolote kile. Kutumia x hapa, lazima ndani utumie. Ita close, itasema name is equal to x like this. Baada ya hapo, nasema string Get name. Get name ndio itaenda kudisplay variable yetu, kwa nitasema return name, ili return name ita return value kwa user ama. Baada ya kusema hapo, nitakuja kwenye int main, nita declare object yangu namna hiyo nitasema hapa a uh, string x kwa maana ya value itatoka kwa user. Hapa nitasema cout, closing the parenthesis. Ukifungua okay, lazima close, enter your name. Hii eh, hii ionekane, nitaweka bracket n, alafu nitasema sin, unavyoona pimeke kushoto, sin x namna hii. Nitaita object yangu ni nimeita ob dot. Hii ni muhimu, kwa maana kila unapoita object au function lazima ianze na ob alafu dot jina la function ambayo ni set name, kuti set vale yangu na vale yangu hapa ni x, ile ambayo user ameingiza x ko, itaenda itasema x is equal to name ko i vale bongo name itakuwa na valu ambayo itakuwa passed na hii function hapa ambaye akosana na cross. Sasa hapa tulikuwa tuna return type okay. Ukiritan lazima useme say out your your name is like this, unaacha nafasi ss alafu unasema Unaita hiyo function ambayo ni ob. get name namna hii, una close asante. Na tunaenda natunaenda ku run tuone kama inafanya kazi. Una subiri run, itakwambia ingiza jina, nitasema John John press enter, your name is John. Mara baada hapo, utakuwa umeweza kutengeneza programming ya kwanza kwa kutumia object oriented. Mimi ni David John. Okay, David Prince, David Prince, cout majina yangu. Karibuni tena, tuonane tena katika toleo ijayo. Asante.